Yesu aliishi na kufa katika karne ya kwanza. Wafuasi wake kama Mathayo, Yohana na Petro waliishi naye, walitembea naye, walimsikia kwa masikio yao na walimwona kwa macho yao. Walikuwa mashahidi wa moja kwa moja wa maisha yake. Lakini miaka mia sita baadaye, mtu mmoja kutoka Arabia anakuja na kudai anajua zaidi kuhusu Yesu kuliko wale waliomwona uso kwa uso. Anasema Yesu hakusulubiwa Ilhali Injili zote ine zinasema alisulubiwa waziwazi. Kurani sura ya nne aya ya mia moja hamsini na saba inasema hawakumuua wala hawakumsulubisha, lakini Injili ya Mathayo, Marko, Luka na Yohana zote zinasema Yesu alisulubiwa. Sasa tuwe wa kweli. Je, ungependa mtoto wako wa miaka sita aolewe na mwanaume wa miaka hamsini? Katika sahihi Bukhari hadidi namba 5133, na na inasema Mtume Muhammad alimua Aisha akiwa na miaka sita na walifanya ndoa rasmi alipokuwa na miaka tisa. Leo tukio kama hilo lisingeitwa tukufu, lingeitwa uhalifu. Ukweli hauogopi maswali magumu. Uliza maswali, tafuta ukweli.